Basi maskini mtoto wa kike alikuwa amepata majeraha machache no, na mpenzi wake akamwambia pole sana, nitajitahidi nikugange gange hapa na nitajitahidi kufanya taratibu eh. Sasa wenzetu kama si mtu wake wa karibu, hata goti tu hawezi akalifunua namna hili. Binti anamtazama jamaa, jamaa anamwambia hii eh, mbona eh, eh, jamaa, inabidi muulize mbona ananiangalia Unajua tena zile ambia nafurahi tu kukuona, jinsi ulivyo ulivyojua miezi michache iliyopita yeah. Haukuwa hivi ulivyo la leo, umeweza kuthibitisha ya kwamba wewe ni shujaa. Unaona kabisa kwamba sikuweza kukulinda leo mpaka umeumia. Akasema ile ilikuwa ni ajali ndogo tu bwana, umekuwa ukifanya vizuri sana huh. Anasema anataka ni kushukuru no. kwa kunionyesha kwamba basi wewe ni mtu sahihi kabisa kwa umeweza kuthibitisha kwa juhudi za kila aina. Haise, leo kamsifia. Haya, kijana. Baada ya kusifiwa kabidi naye aanze kushusha mashairi. Oya, Fangling. Unajua mi sijui hata woga nimwambia. Unataka kuniambia nini? akasema Kabla ya kila kitu sikuwa naelewa kabisa chochote, sema zamani nilikuwa sijali nini ambacho kiko mbele yangu, nilikuwa naenda bila kuogopa nini kitatokea. Na nilikuwa na wasiwasi kwamba demon section watakuja tena kwa mara nyingine, sikuwa najua kuhusiana na wao kwa undani, lakini basi sasa hivi wamekuwa na nguvu nyingi zaidi. Sasa sijui wakija kwa nguvu zao zote, nitawezaje kukulinda mimi peke yangu? yyoni za w sempe buka fasha sems shi. Ninapokuwa nawe ukiwa upande wangu basi hakuna linaloniogopesha. Mtoto wa kike ana maneno matamu sana huyu. Haya, tunaendelea mbele. Basi, leo ni siku nyingine mpya kabisa kama ambavyo unaweza kuona ni siku nzuri. Eh, Mako Chuni uko pale. Binti kaenda kumsalimia. Haya, sikilizeni jamaa. Kuanzia sasa, kuanzia leo, Fu Hongxue atakachosema nimesema mimi. Wote wakampa heshima. E, mzee kaamua kumfanya Master Fu Hongxue e, kuwa kama vile second in command. Lakini tunajua huyu mzee huyu huyu mzee <gulia> sijui anapanga mkakati gani? Ah, kwanzia leo na kuendelea, maisha ya mwanangu sasa yako mikononi mwako. Haya, huyu mwanamama ameenda kumgongea Fu Hongxue na anapiga eh, odi pale kwa mbue mbue. Ay, eh, mimi ni mke wake na Fu Hongxue, nimekuja kumwona mke wake tena. Haya, angalia. Haya, wakati basi yote yakiendelea, eh, cha ajabu bibi akaja kwa mbwembwe, anamfurahi heti ni mume wake wake. Eh, mume anamwambia wewe ni nani? Jamani, tumeona tu juzi, unitambue tena? ulipokuwa umenikamatia kitandani vile, unajifanya <tipi> Tena ukanisifia kwamba ungesema tutakuwa mimi na wewe tutadumu daima. Kwa nini sasa unitambui wewe? Utakuwa umenifananisha na mtu mwingine. Wewe, mbona unajifanya kama mimi unijua? Unajua nilivyopitia maisha magumu. Mume wangu upo akiniona nateseka. Umeniacha kama mjane. Sikutegemea mimi. Dada, mbona kama unamfananisha huyu? Kwani wewe ni nani? Hebu tokeni nje haraka, tokeni wote, tokeni. Tokeni sasa. Uwezi amini maskini, cheki kilichotokea. Huyo ndio mwamba mwenye Inaonekana kuna kitu kinaendelea. Wewe na mwanao mtapata shida, chukua hii itakusaidia. Mtakula, mtakunywa, kila kitu kitaenda sawa. Hai, basi ndio hivyo wale wanadada wakapewa e, kwamba aende waende wakatoe taarifa a kwa kwamba basi amemtoa huyo mgeni, nje. Sijui, alikuwa anapanga nini. Inaonekana kama wanamtaka Fu Hongxue e, waonani naye lakini sasa, wametumia njia nyingine. Sasa huyu naye mbona anakawia hivyo? Wewe njoo, haya, njoo, njoo. Kaja mpole huyo mbona, eh, umerudi kinyonge hivyo

Ah, kuna watu wengine walipomwona ni Fu Hongxue wote wakakimbia. Ah, nani alikuambia unisaidi? Yekai. Yekai, hatimaye nawe umekuja. Naona kama kuna kitu unatafuta. Ni nini ambacho unakitaka? Eh, function. Eh, function. Nafikiri kuna namna hatukuelewana. Eh, hii inakuwa kama vile nataka kuleta picha mbaya. Sina jambo lolote. Ah, kwa hiyo kwa sababu hutaki kuongea, basi ngoja nipambane na na na. Wakaanza kupambana. Uh, <glie> <glie>

iyan aliku, alikuwepo akatoka. Mbona sikuelewi ni nini kinaendelea? Basi kigugumizi kama chote, haelewi binti ameona pale akisema, e, sijui <coughs> mke wake alikua itakuwa kwa hiyo akawa anajikuta anapata kigugumizi sio cha kawaida. Haya, tunaendelea mbele kwa mbele. Haya, huku unaambiwa sio fujo za kawaida ni vurugu kweli kweli. Mwamba anapigana kwa confidence, haruki. Sijui ni mbinu gani makochana. Lakini kama unaniamini mimi basi tulia. Mimi sijali kitu gani unachotaka kufanya. Nimesha kuambia. Sintajihusisha na chochote kuhusiana na wewe wala mtu mwingine yoyote nachotaka ni mimi na mpenzi wangu tuwe tu pamoja tuishi maisha ya amani na utulivu. Je, yeah, mnapata wakati mgumu sana kuniacha nikaishi maisha ya amani? Natumai kwamba hutokuja kujutia baadaye. Hasa mchizi akawa haelewi, wakamwacha. Unajua wa, wao wako watatu, ni kama vile kuna kitu wanataka wamwambie, lakini inakuwa kana kwamba yeye ndo hataki kusikia Laute. No, na na okay. Yani, kawatangazia watu wote wanamuinamia kwamba kama sio yeye, basi jamaa akitoa amri ni kama ametoa makochani. Basi siku nyingine nitatoka nawe, usiwe na hofu kupotea.

ka kaniongopea. Kumbe ndio hivyo basi, ndio hivyo haya. Tunaendelea mbele, kamwambia basi, kwa sababu tangu tulipokutana tumeshayapitia mengi

Mimi nataka kujua huyu mwanamke ni nani? Si kama nilivyokuambia, e, na na wasichana wote, wafanyikazi wote pale. Manake ni kwamba habari si haya. Mwanamke alikuja alikuwa ni nani? Mtu hmm. shuo... na, na mpenzi wake wana mahusiano. Haya, ondokeni. Hatari sana Jamaa alibaki pale hajui cha kufanya. Ah, kaanza kupata aibu. Akasema unajua wa ile mwanamke kuna mtu alimlipa. Sasa kwani hukuniambia tangu mwanzo nani alimlipa? Doshi. Wala usiwe na wasiwasi. Nisiwe na wasiwasi wasi. Sisi ni familia. Ni kitu gani ambacho unanificha, kwamba tuwezi kushirikiana mimi na wewe, tukajua kwamba hili linamhusu mtu fulani tukakabiliana nalo. Huyo mwanamke ni nani? Kwa nini ulishindwa kuniambia tangu mwanzo? Ni muda mfupi tu nimekuuliza hapa na umenidanganya. wpuida iho ni hayoamapia Sijui kwa nini unakuwa unadanganya kila wakati. Hivi tutaishi hivi vizuri kweli? uko mbeleni wewe wela iko ms y ni jo kawasah w kanza sogola wceshesaa Mimi sitaki kugombana na wewe kwa ajili ya vitu vidogo vidogo.

Hivi unajua mimi nimepitia. Ni vigumu sana kwangu mimi kusahau mambo yaliyopita ya zamani. Binti sasa amefufua mpaka mambo ya zamani. Na kwa jinsi ambavyo unanidanganya kila wakati. <laughs> Unakuwa unanifanya nikumbuke yule mtu ambaye alikuwa anataka sana kumuua baba yangu. <laughs> Da, jamaa alijisikia vibaya. Binti kayafufua tena mambo yale yale ambayo yanamuumiza mchizi. Mambo ambayo mchizi alishaamua kwamba aachane nayo. Sasa angalia, sijui hata na mimi pia kusudi kubwa la Ye Kai pamoja na kina Falin. I mean, pamoja na kina Lilin, ni nini ambacho kiliwafanya wamtume yule mwanamke kuja kuse kusema ni mke wake huyu jamaa, na wakamtuma mpaka akaingia mpaka ndani, basi akamwambia, naomba unisamehe, lakini hata na mimi pia nina magumu mengi ambayo nayakabiliana nayo na hapa, na anajitahidi tu ni hivi ni kweli unataka kubadilika wewe? uliza pa maana wasi... yake yani, kila wakati ni kama kuna kitu kinatokea unanidanganya, utaki kabisa kuongea ukweli. Hatari <coughs> sana. Niko hapa nachungulia kwenye YouTube yetu ya ya Lukindo, unaona ile video yetu baada ya kuifanyia promotion inaanza kutazamwa sana na watu wengi. Hii maana yake ni kwamba wengi mmesikia yale ambayo nimeyaelekeza. Hapa nitasoma wale ambao naona, eh, kuna Elisha shoutouts kwako, kuna Ashura shoutouts kwako, kuna Mpawena ya Mpawena shoutouts kwako. Wote hawa mliweka comments kwenye eh, ile channel yetu ya, ya Lukindo, ya YouTube. Na wapongeza sana. Pata muda nenda katika YouTube yangu nyingine ambayo uwaga inaweka movie recap eh, inaitwa Yalukindo. Ukisearch kwenye YouTube andika Yalukindo na nitakuonyesha jinsi gani ambavyo hiyo ya Lukindo inaandikwa. Ya Lukindo inaandikwa namna hii, umeona? Ya Lukindo kama jinsi ambavyo inaonekana hapo upande wa kushoto, ehe, hiyo ndio jinsi inavyoandikwa ya Lukindo. Kwa hivyo naomba tafuta, alafu tazama hiyo video hapo, ambayo unaiona imeandikwa anashuhudia mama yake akiwa anabadilisha wanaume ili tu kuweza kukidhi hali ya maisha. Huyo ni mtoto mdogo, stori yake nimekuadiia. Alikatishwa masomo auze baa Mama yake alikuwa anapitia mateso sana, mazingira magumu, maisha ya, yani yanakataa kabisa. Mama yake kabidi aende kwenye danguro, sehemu ambapo basi kulikuwa kuna wanawake wengi ambao wanauzwa miili yao, na story ni kwamba basi, binti na mama yake wakawa wanaishi hivyo, na binti alikuwa anapitia wakati mgumu sana kwa jinsi ambavyo alikuwa anashuhudia mama yake akigeuza, akibadilisha wanaume kila wakati. Sasa tunaendelea hapa, kuna binti moja tunamwona hapo ndani, alimuona Fu Hongxue akiwa pale ndani analewa inaonekana Fu Hongxue amekuwa akiteseka na kuumia hisia zake kwa muda mrefu. Chunong akaletewa barua. Inaonekana kama Chunong ana spy wake mjini. Barua ile imeletwa haraka sana kwa Chunong. Nimempata Fu Hongxue amelewa, yuko nje kidogo mwa mji. Sasa Chunong kidogo hiki kitu ikamshangaza. Mm, akasema hebu niandalie. Lakini ndani ya siku mbili nafikiri itakuwa ni, ni birthday ya kiongozi wetu. Nimesema hivi, wewe mwambie hivyo vyote utakavyojua, mimi niandalie farasi nataka kutoka. Ah, binti bado moyoni mwake Fu Hongxue kajaa kabisa. Eh, imagine. Siku mbili kutoka hapo ni ku, ni ni birthday ya Hua Hanni ambaye ndo mpenzi wake au bosi, au bosi Shao yule pale. Eh, eh. Lakini pia tunajua kama ni sherehe yake lazima atamhitaji mtu kama Chuinong pia kumchezea kumdance pale. Sasa, imagine, yeye aliposikia tu taarifa ya kwamba basi Fu Hongxue amepatwa na janga anapiga pombe analewa na nini, hakutaka kukaa hapo, akaondoka haraka sana. Haya, angalia mchizi uko pale na ana akili nyingi sana. Huye hii ni kusema kama hamuoni Chui Nong tayari kasha, na hiki kitu kinamuumiza sana, na alishawahi kutamka wazi kabisa mbele ya Chui Nong kwamba ni ukweli, anamuonea sana wivu Fu Hongxue. Ni kwa nini? Kwa sababu Fu Hongxue ndio mtu ambaye

Huyu mwanamke ana kitu gani? eh? Akili yake inamtuma nini? Baka Ta saizi ina maana ya in. Labda tuendelee kumsubiri kidogo. Yaani mnataka hapa kiongozi wetu asubiri hapa mpaka saa ngapi? Wakaanza. <sighs> Hey, kiongozi. Ninjiga shengchen. Leo ni birthday yako, na inaonekana kama leo utabaki hapa katika kasri ukiwa peke yako. Binafsi hata mimi sijui binti ni wapi alikuelekea, manake tulitarajia kwamba atakuwa hapa kwa ajili ya kukuburu kidogo. Kelele zikaanza, watu wanaanza kupiga kelele pale ni. Kwa nini tusimruhusu labda Feng'a akuchezee kidogo? Hamna haja. Nyinyi endeleeni kula, ngoja mimi nitoke kidogo nitembee, ninyooshe miguu. Basi akachomoka pale. Eh, akiwa ameaga kwamba anaenda kunyoosha miguu, lakini tunajua kwamba lazima pengine ataenda kumtafuta jamaa, I mean kumtafuta Chino. Lakini tunamwona Chino alimchukua Fu Hongxue, akatoka wakaenda porini huko sehemu ambayo ni ngumu sana watu kujua wapi. Kwa hivyo Fu Hongxue anasema, mama mia, ata sijui nini kilichotokea. Yaani kuna vitu nilivyokuwa na viwaza. Lakini naona kama kila napoamua kuwa naye kuna kitu kinatuzuia. Sasa sijui ni nini, atasielewi. Najua kama nyinyi mmekuwa pamoja kwa muda mrefu, hili ni jambo dogo, tulitapita. Hmm, basi binti anamwona jamaa analewa sana. Angalia hata anavyomwangalia. Basi fikiria tena, usielewe fikiria, ni muda mrefu sana umepitia hali ngumu sana. Hmm. Ukifikiria ni muda mfupi tu, utaanza kuona umuhimu wa mahusiano yenu. Ndo kwanza mna mahusiano ndani ya muda mfupi. Sasa jiweke katika viatu vyake, yes. pengine kweli anashindwa kusahau kule alikotoka. e at k mruan aia mimi ningefurahi kama angeamua kuondoka nyumbani kwao tukaenda mbali kuishi e Unajua, kuna wakati mwingine wanawake sisi huwa tunapenda sana kuishi maisha ya kawaida tu.